Imekuwa ni tamu na imekuwa ni nzuri kabisa. Hii ni 69 Media, mi naitwa Ching Ling in the town, tuko live, washikaji zangu wa YouTube vibe kama yote, au sio bana, na niko na ugeni hapa, inakuwa ni unyama, unyama ni mkubwa sana. Mi naitwa Ching in the town the baddest ndimu, mtu mbaya. Instagram na ni follow kwa jina la Wiz Ching na Facebook unaandika Wiz Ching na mitandao mingine yote unaandika kwa jina la Wiz Ching. Imekuwa blessing sana kwa wale washikaji zetu ambao wanatufuatilia kwenye mitandao ya kijamii na hasa Instagram 69 media, au si bana Facebook, kwenye channel pendwa kabisa ni 69 media. Inakuaje mwanangu, inakuwa ni mizuka. Niko na Flavor Montana, au vibana, yuko na mwanaye. Huyu ni msanii wa hip hop, anafanya mziki wa hip hop, lakini atatuambia kama kuna laza nyingine ya mziki anaifanya ya kupitia Bongo Flavor, maybe anaweza kaa anafanya au sio bana? Hii ni freestyle 69 Media na imekuwa ni blessing kinoma noma, inakuwaje na kama kaa inakuwaje? Wizuka mizuka ya kutosha, wizuka ipo mzee, vibe vibe kama lote yeah, ya hem nah. nipe vibe kwanza Flavor <laughs> kabla ya mambo <Yeah>. yote <coughs> ah tulikutana Kongo mtoto uh, kiuno kama ticha wa farii uh, na sio farii mpaka hechi baba na nanii toto limemshuka jicho kama raisi swag like natongoza mzungu Bionsi wa Jayz kamleta Bongo Tanganyika jiji la Nyerere bomba bombastika kampasifa snichi wakaona na gere tunashea chupi boksa na mwana sesere nimenunua bunduki nitamlinda mkimpigia misere ai, hapendi sosho na sio mnoko pigeni miluzi apotei sojibwa koko amedata na miondoko mwanaume mashine hii na, saga na kukesha kama popo yendo queen yendo wife <laughs> yendo mamra wazee wachabo mje na tochi, tumezima tu taa Aye. tuna enjoy ra Aye. akichoka kuishi Kigoma taongea na Mama Samia ani uzie da ombasi Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. <laughs> No bana, hii tumeanza ndo kwanza tunaanza, au sio bara? yeah. So kwa washikaji zetu tukaribisha ni kwanza studio yeah, uh, e kwa mara ya kwanza studio ina new looking yeah. 69 Media na mmekuwa mnatufungulia kipindi chetu cha freestyle battle 69 Media, au sio bana? hii ni sehemu salama ya kuwasikiliza vipaji ambavyo vinafanya mziki wa hip hop yeah. Ausio bana hata yeah. Kama unafanya mziki wa bongo flavor inategemea wewe una melody gani, au sio bwana? Yeah, yeah, yeah. Kubwa na fasi, yeah. Pakubwa sisi tunakupa nafasi uonekane, na hii ni same salama. E bana, tuambie, tumeona kwa muda mrefu sana flavor yeah. Montana haujaachia uh, kazi za za za, za sanaa yani asijakuona ya, ya kabisa ni kwenye mitandao unaona tu ngoma hazitoki, nini shida? Ukiangalia hapo freestyle freestyle yako uloifanya <laughs> noma sana, tishio sana eh, hey, na hujasema wewe tu waisema paka Mario, mmm mm. waisema wasanii wakubwa sana mm. Of course, nyie ni watu wa media. Yeah. Watu wa media mnauelewa muziki. Kabisa. Of course, nyie na sisi ni watu unaoshirikiana sana. Yeah, the same. So muziki wa sasa hivi bro unahitaji sana investment. Kabisa. Eh, muziki wa sasa hivi unahitaji uwekezaji. Mm. Ila nipo kwenye mipango ya kufanya kazi nafikiria lebo yangu pia itakuja na suluhisho la hilo swala, sio muda sana lakini, pia sio kwamba ni muda sijaachia ngoma mm. Sababu mwezi wa 12, tu hapo nimetoa kuachia ngoma na pima wenge project yeah, ya master plan Maumawe yumo pima wenge, nipo mimi pia, ipo kwenye akaunti zangu, so ni kwamba ile official. Mm. ya Flavor Montana ndio kwamba haijatoka mpaka sasa hivi, ila ana ngoma zaidi ya elfu mbili. Yani naweza nikawa nice ndo msanii namba moja serious, naweza mm. nikawa nice ndo msanii namba moja mwenye ngoma nyingi sana yeah. Ah, bana achukue hiyo. <laughs> no, kuna wakati mmoja hivi Chidi Benzi anasema yeye ana nyimbo mpaka nyingine hazielewi. <laughs> yani hazijui ziko wapi hata. <laughs> Mr Blue alishasema, hey, hey. yeah. Mr Blue na sasa hivi tuko kwa mshikaji wetu hapa, yes. Montana, au sio bana? anasema yeye ahead hey, namba moja yeah. kuna Chidi hapo anasema yeye ana backup za ngoma, unaelewa <laughs> mm. na kuna wasanii wengi wana mabaka ya ngoma. Kwa mm, nini unajitaja wewe peke yako? Ah, kwanza kuna watu sio kuwasikiliza na mmoja wapo anaweza akawa Chidi Benzi. Umemfuatilia sana. Eh, <laughs> sasa wewe mana... oh, kweli Chidi Benzi unaweza kumsikiliza kweli? Chidi Benzi? Kwa nini unaongea hivyo? Ah, naona ana miayusho sana, ni mtu fulani ana miayusho, ila ni brother upati time yani. Uh, yaani yeah, uh, ukimtoa Kinyambe anafuata Chidi Benz. Ah, ukimtoa Kinyambe, uh, a <laughs> <in> <laughs> <yalani. laughs> Unajua kwamba foundation kubwa ya muziki au yeah. ma legend ndio ameitengeneza, unaelewa yeah. au kutokana na labda life lifestyle ya Chidi kwa muda huu, kwa sababu tumeona vitu vingi vimepita, vipi hapo katikati mm. kwa Chidi au sio? yeah. lakini this time around tumeona anafanya vizuri na, yeah. anapenda. Ina, Ina anapenda. na anapenda. Anapenda. Wewe, ana interview nyingi kafanya, umeelewa, watu wanampenda anampenda sasa. Tukiona wewe unasema na miayusho namfanyisha na tena na comedy na marehemu tena nini <laughs> ah no sio miayusho, sio kwamba ni upande mbaya mm. kila mtu mbona wasanii wapo wengi, Baba Levo my brother pia mm. the same Mm. Ni mtu pia anameayushwa. Takuja, takuja takuja kwa Baba Levo. Tu, <laughs> hey. Tumalize hapa na Chidi. Yeah. Eh, hey, tumalize hapa na Chidi afu tuje, mm. kwa kwa kwa, kwa Baba Levo hapa. Yeah, yeah. Unasema Chidi kwamba ana style, yaani umwelewi kama kuna vitu havipo sawa eh, hey, upande wake of course, anamia ya ayusho yani ni mtu fulani, ukimpelekea mike Aisha, pekewa mike siku moja, naangalia media moja hmm. pelekea mike, anaambia hiyo mike yako mbona yanafanana na chupa la Fanta Pepsi? <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> so, just imagine, ni mtu wa hivyo unaona mwanzo wa kategori gani? <laughs> mike inafanana na chupa <laughs> hapata well, yes, yeah. ouhiini exclusive sana all right yeah. imekuwa nicktam sa lakini, tumeona Chidi kwa wakati huu hapa this time around tumeona amechange mm -hmm. Unielewa, alikuwa anapita na kanenepa kapendeza, ehe amepitia vitu vingi sana, alikuwa mm -hmm. Kuna mascandal scandal, lakini ukija kwenye ukija kwenye sanaa sasa hivi anataka kufanya kitu cha tofauti, na tumejaribu kuangalia interview zake anataka kufanya vitu vya vito, tofauti umechukua kitu gani kikubwa cha Chidi ukiacha vitu uh, ambavyo naifanya ambavyo ambayo icon mm, ah, ni icon kwake. Vitu ambavyo nimechukua Chidi, unajua Chidi ndio rap ambaye ukizungumzia wa wale marap ambao ni real freestyler mm. Yeah, lazima utamchukua Chidi, utachukua watu kama Kinaniki mm ya yeah, ila u, uh, uh, watu huwezi ukawaweka meza moja na watoto wa sasa hivi mm. ila sasa ukiangalia wale watu ambao walikuwa ni wakubwa, kwa sababu Chidi ndio generation ya kina Godzilla ya kina Ngwea, for sure yeah, ya yeah. yeah. way back kabisa ni watu wametoka. Chidi unazungumzia, lazima mzungumzie Godzilla. hey, yeah. lazima mzungumzie Ngwea. Ngwea mwenyewe Langa, uh, Professor Langa. hey. Professor yeah yeah, yeah serious, yuko sahihi yeah, kwa hiyo wewe unayekaja, ah ni kwamba Chidi Benz ni mtu inatakiwa aigwe, mm. awe mfano wa kuigwa kwa sisi ya kwa sababu Aisha mm. Acha Legacy. Kwa sababu ukija kuangalia ni miaka kama mitatu ndo kaachia Ngoma na Diamond. Ya. Yeah. Tunaishi nao, si ndio? Mm. Sasa kama ukichukua mtu ambaye ni top the one anaenda kumpa collab Chidi Benz maana yake kuna vision anaiona mm. kwa Chidi. Ya. Yeah. Kwa hiyo kama yeye eh, Diamond anaona hiyo vision ipo kwa Chidi, sisi ni akina nani tusiione? Yeah, hata nice, si tunaiona. Sema sasa hivi vitu vyote vinakuachiana. Mm. Eh, yes, sasa hivi Chidi ni kama lazima tuache. Mimi Chidi ni kuambia kitu Chidi pia ni wajina wangu. Mm. Yeah, mimi mwenyewe naitwa Chidi pia vile vile. Hai. Lakini <laughs> Rashidi, mimi nadhani Chidi ana jina lake anaitwa ni Rashidi. Mm? Rashidi Chidi. Hapo <laughs> sasa hivi tutakuja kutoa <laughs> kitu ambacho nikwambie. Yeah. Yule anaitwa Rashidi sijui Mwajala sijui Rashidi nani yule? Mm. Kitu ambacho nikwambie mara hapa, wengi sana wanaitwa kina Rashidi. Yule anaitwa anaitwa Abdalla Makilo. Ah no. Makilo kama hivyo. No. Anaitwa Rashidi. Hii si nakwambia tutakuja tuta, tuta hapo Young <laughs> yeah, Lunya pia Rashidi uh, okay. Maarifa pia Rashidi mm. Mimi pia Rashidi, kwa hiyo ukija kuchukua ukuta mtu anajua kuchana kweli, yaani kuna mawili, lazima aitwe Rashidi, aidha kama aitwe Rashidi, ndo atakimbilia kule Young. Eh, okay. Atajitafutia upande wake wa Young. Tuzungumze so, so. Kwenye mziki in direct, yeah. in moja kwa moja biashara mm. imekuwa Imeenda, ina, inaenda inaenda kwa ukubwa kwa, kwa, kwa upana kabisa sasa mm. Kwenye mziki lakini wasanii wa hip hop wameonekana kwamba hawapo katika game mm. bongo flavor yani, mm. yani kwenye game ya bongo mm. Hip hop imeonekana kama haipo mm. Umenelewa yani mm. kwamba wasanii wa hip hop wapo hafifu sana. Hii kwako wewe unaiekaje ukiona kama uh, uh, game wa, haina changamoto na kipindi kile kuna weusi yaani unaweza kukuta yaani kwenye unasikia, kabisa. Mimi naamini ni ubinafsi yani, kuna, kwa wa nafasi, au, nafasi watu wa hip hop. Nikuambie kitu, hakuna watu wanaopewa nafasi kama watu wa hip hop mm. kwa sababu moja Leo umesema hiki kipindi ndio exclusive yani sisi e, ndio the first yeye ndio mnafungua, of course, ni mtu gani? Ni mtu wa hip hop ni, ni free style, style. Ndiyo. 69 Media. Yeah. Yes. Na ni mtu gani amekuja? Ni mtu wa hip hop. Mm. Mtu gani, watu wa hip hop ni watu ambao huwezi kushindana nao na kwenye public. Sio kujivunia, yani sio kujitamba sana. Ah, watu wa hip hop ndio wanaongoza kwenye kujitamba. Ila watu wa hip hop naposema ubinafsi ni kwamba wewe hapo, wewe ni mtu wa media. Mtu wa media lazima, nikiwa nataka kuachia mi project yangu nijue nitafanyaje kazi na wewe mm. Ila wewe hapo, unaweza ukakuta wewe ni mtu wa media 69, hapa media, msanii wa Bongo Fever anataka kuachia ngoma yake let's say the voice, anataka kuachia ngoma yake, anaanza kupigia wewe. Sikia mwanangu Wizin. Mm. Eh, bana kuna laki tano hii hapo. Mimi kesho kutu wanaachia ngoma yangu. Utaangalia, ni tunafanyaje tunafanyaje tunaishije kwa sababu wewe unafanya kazi, mimi nafanya kazi. Right. Sasa so, wasanii wa hip hop wamejiwekea wao binafsi. Mm. Sasa baada ya kujiwekea wasanii wa hip hop binafsi, hata wale watu wanao support media na wenyewe wamefanya nini? Wamefanya ubinafsi, ila ni kuambie ngoma kabisa zinazosikilizwa mtaani. Hakuna mm. ngoma zinazoishi kama za hip hop true. Sahi. Yeah. Tumalizie uh, tu, tu, tu, tu, tumalizie, tumalizie mm. Na nataka ku, kuongea kitu hapo mm. Umefanya umefanya umefanya collab na Pima wengi yeah. Umeniona mm. Na ngoma ilikupa ilikupa ilikupa chati gani? Ilikupa nafasi gani kwenda mjini na yeah. Ilikuwa kuaje mpaka ikawa ikatengenezwa track yeah. Na ilipokelewaje? na watu mm. Uh, Pima wengi kwanza ni my brother yeah, ni my brother, ni brother ambaye namshukuru sana, namrespect sana ameniinua amenikutanisha na watu tofauti tofauti, amenipeleka sehemu tofauti tofauti na bado anazidi kuni nini kuni support. So kufanya ngoma na Pima wengi ilikuwa ni kubwa mwanzo, yani labda kama tulishafanya ngoma kumi, labda ile ya kwanza niliona ah, siamini, maybe hata sikulala siku hiyo hmm. Siwezi kusema situation gani ambayo niliipitia kwa sababu ni siku zimepita, ila wakati tunaachia ingoma ngoma, ni ngoma ambayo mi juzi napigiwa simu na mtu ambaye yuko Arusha ananiambia, bana, mbona nakusikia, nasikia bombastiki huko kwenye ingoma, nasikia inaitwa December Anthem na nini. Kwambia ni project moja brother wangu ambaye anaitwa Masterplan. Mimi ndo nimeiachia kwenye akaunti zangu inaitwa December Ensa. Mbe hey, mwanangu ndo hiyo hiyo. Kwa hiyo ngoma ya Pima Wenge imeniheshimisha kwa sababu kuna watu walikuwa wanafikiria huu mbona yupo karibu na Baba Levo? Mm. Eh hey, yupo karibu na wasanii kama kina Bando MC, kina, P, kina, kina mm. Pia, akina Nikimbishi, akina nani? Yaani wasanii wa hip hop. Nikaribia generation yote nipo karibu nayo. Okay, naona mmekuwa me, me, mmevaa mmevaa fulana ambazo zinawakilisha yeah, sorry, kitu fulani au sio bana. Na mnaweza yeah, kutuambia hiyo fulani inatokea vipi? Mm. Imekuaje mpaka mkaa na kitu kama iko mm. Mtufahamishe Tuonyeshe tuta kujua hizo fulana zenu zina maana gani? Yeah. Kwa kwanza hapo kwa... kwa ni wewe umeshaongea sana yeah. aongee yeah, ndugu yetu hapa sawa, kwa majina anaitwa Emmanuel Aloisi. mm. ya ni katibu msaidizi wa Bombastic Foundation mm -hmm. Bombastic Foundation, Bombastic Foundation, okay. ya ni na tunavyosema Bombastic Foundation ni, ni taasisi ambayo imejikita sana kwa ajili ya kusaidia watoto yatima, watu wasiojiweza, mm. wakiwemo walemavu, wazee. Eh, wazee. Wazipige makofi kwa hili. <laughs> <laughs> Sasa kabla ya kupiga makofi sisi tuna msemo wetu Bombastic Foundation we are peace and love. Bombastic Foundation we are peace and love. Yaani ni amani na upendo. Yeah. yeah, yeah. yeah. Okay, tuendelee hapo tufupishe tukawa na time yeah. Yeah. Yeah, tutapata time ya kuzungumza hiyo mm. lakini imenigusa sana kwa sababu imegusa sana jamii. Ndio, ndio. Mm. Yes. Mm. Uh, kama nilivyosema no mwanzo, ni tunasaidia yani, sio kwamba walemavu tu au watoto mm. yatima ya tu hapana, mpaka tunafika mpaka wafungwa mm. Tuna tulichwa... okay. Tuna tunatoa misaada yetu kwa kile tulicho tunatoa kwao, mara kwamba hapa sasa hivi sasa tarehe kumi na tano mwezi wa pili mm. tunaomba watu wote wa dini zote wa makabila yote watupe support, naona sasa tuchangie kwa kile chochote watakachojaliwa na

nadhani litakuwa na muendelezo mzuri yeah, yeah. na mimi kiukweli kija jambo la serious kama hili la kujitolea kwa, kwa usaidia, kusaidia vitu fulani kusaidia watoto yatima mm. na vitu kama hivyo jambo la serious, yeah, kwa na linakuwa tunalipa nguvu sana sababu hii ni, ni, ni jambo ambalo linatakiwa lina, liende lina, lina, lina, lina, lina, lina viral na linasaidia hata Mungu anafungua milango yeah. ndio, ndio. Kuna kuna burudani yoyote ambazo ndani yake katika wasanii umo katika watoto yatima, kuna watu wana vipaji wana nini, kuna kitu chochote mnatengeneza labda kuangalia watoto vipaji vyao au kuna jambo, kuna namna yoyote mnaweka kuwahendwa watoto kwa namna moja kujikwambua? Kuna kuna msemo mmoja unasema, tuna ndoto ya kuwa madokta, tuna ndoto ya kuwa mapilot, tuna ndoto nyingi za maisha tuwezeshe. <gibu> <gibu> tutaweza kwa namna moja, kuna kitu fulani hapo nakiona yeah. Kwa upande wenu Bombastic, kuna <gibu> kitu gani hapo?